Kwa mara nyingine katika matangazo yetu ya wakati huu, ikiwa ni saa kumi na moja kwa saa za hapa Ujerumani, sawa na saa kumi na mbili afrika mashariki. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wote tuwe pamoja hadi mwisho. DW Habari za Ulimwengu, msomaji ni Grace Kabogo. Kwanza muhtasari wake. Umoja wa Mataifa umesema umepata kibali cha kupeleka takriban malori mia moja ya misaada katika ukanda wa Gaza. Ukraini imeshutumu Urusi kwa kutoshiriki kwa dhati kwenye mazungumzo ya amani na kwa kutaka kuendeleza uvamizi wake wa miaka mitatu. Na Sudan imeoshutumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kufanya mashambulizi kwenye mji wa Port Sudan Mei nne kwa kutumia ndege za kivita na droni. Habari kamili. Jeneva, Umoja wa Mataifa umesema leo kuwa umepata kibali kutoka kwa Israel cha kupeleka takriban malori mia moja ya misaada katika ukanda wa Gaza. Msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kiutu OCHA, Yens Lake, amewaambia waandishi habari mjini Jeneva kwamba waliomba na kupata kibali cha malori mengi zaidi kuingia leo, zaidi ya yale yaliyoidhinishwa jana. Ameelezea matumaini yake kwamba misaada ya dharura itachunguzwa na kuruhusiwa kuingia ifikapo kesho Jumatano. And we uh, expect of course... Na tunatarajia bila shaka kwa idhini hiyo malori mengi na tuna matumaini yote yatavuka hadi kwenye eneo ambako yanaweza kuchukuliwa na kuingia zaidi katika ukanda wa Gaza kwa ajili ya kuanza kusambaza misaada. Into the Gaza Strip for Misaada ilianza kuingia Gaza ya jana Jumatatu kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili kutokana na ukosoaji mkubwa dhidi ya hatua ya Israel kuzuia upelekwaji misaada ambayo imesababisha uhaba mkubwa wa chakula na dawa. Kiev. Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski ameshutumu Urusi kwa kutoshiriki kwa dhati kwenye mazungumzo ya amani na kwa kutaka kuendeleza uvamizi wake wa miaka mitatu licha ya msukumo wa Marekani wa kusitisha mapigano. Matamshi haya ameyatoa siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuzungumza kwa njia ya simu na Zelenski na rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusu vita hivyo. Zelenski ameandika katika mtandao wa kijamii kwamba ni dhahiri Urusi inajaribu kupoteza muda kwa lengo la kuendeleza vita vyake na uvamizi wake. Kulingana na Zelenski, Ukraine iko tayari kwa muundo wowote ule wa mazungumzo ambao utakuwa na matokeo mazuri. Amebainisha kuwa ikiwa Urusi itaendelea kuweka mezani madai yanayokwamisha kupigwa hatua, lazima hatua kali zichukuliwe. Rais huyo wa Ukraine amesema hali hiyo si tu ilishindwa kufafanua mustakabali wa mazungumzo hayo, bali pia anaifanya hali kuwa ya kukanganya. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW bon. Cairo. Balozi wa Sudan katika Umoja wa Mataifa Al Harith Idris ameushutumu Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, kwa kufanya mashambulizi kwenye mji wa bandari wa Port Sudan mnamo Mei 4 kwa kutumia ndege za kivita na droni zilizorushwa kutoka katika kambi ya umoja huo kwenye Bahari ya Shamu kwa msaada wa meli za UAE. Akizungumza jana Jumatatu mjini New York, Idris alisema shambulizi hilo linalodaiwa kufanywa na UAE lilitokea siku moja baada ya shambulizi la anga lililofanywa na vikosi vya jeshi la Sudan katika mji wa Nyala, ambavyo vililenga ndege ya kivita ya umoja huo na kuwaua raia 13 wa kigeni wakiwemo kutoka Emirati. Sudan ilisitisha uhusiano wa kidiplomasia na UAE mwezi huu ikisema umoja huo ulikuwa unawasaidia wanamgambo wa RSF kwa usambazaji wa silaha za kisasa katika mzozo wa miaka miwili. Hata hivyo, umoja wa falme za Kiarabu umekanusha madai hayo. Brussels. Nchi za Umoja wa Ulaya zimekubaliana kuiondolea siria vikwazo vya kiuchumi katika juhudi za kuisaidia nchi hiyo kujikwamua baada ya kuondolewa madarakani Bashar al Assad. Wanadiplomasia kutoka nchi ishirini na saba wanachama wa umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano ya awali ya hatua hiyo ambayo inapaswa kutangazwa rasmi baadaye leo na mawaziri wa mambo ya nje wa umoja huo wanaokutana mjini Brussels, Ubelgiji. Uamuzi huo wa umoja wa Ulaya umechukuliwa baada ya rais wa Marekani Donald Trump wiki iliyopita kutangaza kuiondolea vikwazo Siria. Wanadiplomasia wa umoja wa Ulaya wamesema makubaliano hayo yanapaswa kuhakikisha vikwazo vya kuzifungua bank, kuzifungia benki za siria kujihusisha na mfumo wa kimataifa na kuzuia mali za benki kuu vinaondolewa. Waziri wa mambo ya nje wa Siria Asad Al-Shaibani amesema hatua hiyo inaonyesha nia ya kimataifa ya, kima ya kuiunga mkono siria. Berlin. Takwimu mpya zilizochapishwa hii leo na ofisi ya polisi ya shirikisho ya kupambana na uhalifu nchini Ujerumani BKA zinaonyesha ongezeko kubwa la uhalifu uliochochewa kisiasa mwaka elfu mbili na ishirini na nne ambapo kuna visa elfu themanini na nne idadi hiyo ni kubwa zaidi kurekodiwa tangu takwimu zilipokusanywa kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili na moja huku kukiwa na ongezeko la makosa yanayohusishwa na siasa kali za mrengo wa kulia mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn DW, dunia yetu Leo jioni alikuwa ni Grace Kabogo aliyekuletea taarifa ya habari za dunia, na tunaingia kwenye uchambuzi wa Dunia Yetu leo jioni tukiwa tumekuandalia mengi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 Hayo ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia katika uchambuzi wetu wa taarifa zetu jioni hii, tukichambua kwa kina mambo mbalimbali yaliyojitokeza duniani jioni hii, tukianzia na huko Mashariki ya Kati ambako wakati Israeli ikiruhusu tena kuingizwa kwa misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Ghaza baada ya mzingiro wa miezi mitatu, Faransa imesema hatua hiyo haitoshi huku ikiungana na mataifa ya Uingereza na Kanada kuitaka Israeli kusitisha wimbi jipya la mashambulizi zaidi, na Bakari Ubena. Shirika la Umoja wa Mataifa la Huduma za Kibinadamu OCHA limesema hivi leo kuwa limepokea kibali kutoka Israel kinachoruhusu kupeleka malori mia moja ya msaada huko Gaza. Jens Lark, msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Uratibu wa Masuala ya Kibinadamu huko Geneva, alielezea matumaini yake kwamba msafara huo wa dharura utakaguliwa haraka na kuruhusiwa kuingia Gaza kufikia kesho Jumatano. Mapema leo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer na mwenzake wa Canada Mark Carney walichukua hatua ya nadra ya kuikosoa vikali Israel na kutaja kushtushwa na harakati zake huko Gaza, wakisema iwapo haitositisha mashambulizi yake ya kijeshi na kuondoa vikwazo vya uingizaji misaada ya kiutu, watachukua hatua madhubuti zaidi. Viongozi hao wamesema hatua ya sasa ya Israel ya kuruhusu malori kadhaa kuingia Gaza haitoshi, ukilinganisha na mahitaji ya watu wa Gaza, hasa ikizingatiwa kuwa wakati wa utekelezaji wa mpango mfupi wa usitishwaji mapigano, karibu malori mia sita ya misaada yaliruhusiwa kuingia Gaza kila siku. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer alifafanua kauli hiyo ya pamoja. I'd like to say something. Naomba niseme jambo kuhusu hali ya kutisha ya Gaza ambapo kiwango cha mateso kwa watoto wasio na hatia wanaoripuliwa tena kwa mabomu hakivumiliki kabisa. Mimi na rais wa Ufaransa na waziri mkuu wa Canada tunasisitiza umbi letu la kusitishwa kwa mapigano kama njia ya pekee ya kuwakomboa mateka. Tunapinga uwepo wa makazi ya walowezi katika ukingwa wa Magharibi na kuongeza kiwango cha misaada ya kibinadamu huko Gaza, kwa sababu kiwango cha sasa hakitoshi hata kidogo, na hatuwezi kuruhusu watu wa Gaza wafenja kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliwajibu viongozi hao kwamba kauli yao hiyo ni sawa na kulipatia tuzo kundi la Hamas ambalo pia limetakiwa kuwaachia huru mateka waliosalia licha wa ya shinikizo la kimataifa kuongezeka. Israel imeendeleza hivi leo mashambulizi yake huko Gaza na kusababisha vifo vya Wapalestina hamsini wakiwemo wanawake na watoto. Hayo yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Qatar Mohamed bin Abdulrahman Althani amesema mazungumzo ya kusitisha mapigano Gaza yanayoendelea mjini Doha yamekwama kutokana na tofauti kubwa zinazoshuhudiwa kati ya pande hizo mbili hasimu, huku akiongeza kwamba mashambulizi mapya ya Israel yanahujumu mchakato huo wa amani. Nam huyo alikuwa ni Bakari Ubena, na hali huko Mashariki ya Kati ikiuangazia mzozo wa muda mrefu ambao hauna dalili ya kumalizika. Na tunatazama hivi sasa Ukraine. Umoja wa Ulaya na Uingereza zimetangaza vikwazo vipya mia moja dhidi ya Urusi bila kuisubiri Marekani kujiunga nao kwa hilo. Hatua hii inajiri siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuzungumza na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin na kushindwa kufanikiwa kufikia makubaliano ya Urusi na Ukraine kuanzisha mazungumzo ya kusitisha mapigano. Amina Abubakar, na taarifa zaidi. Uingereza na Ulaya zimesema vikwazo vyao vitalenga meli kumi na nane zinazobeba mafuta ya Urusi pamoja na kampuni za fedha zilizosaidia kukwepa athari ya vikwazo vya awali ilivyowekewa kutokana na hatua yake ya kujiingiza na kuanzisha vita nchini Ukraine. Uingereza imesema vikwazo hivyo pia vitalenga sekta za kijeshi na usafirishaji wa nishati muhimu. Vitalenga mtandao wa usambazaji silaha ikiwemo mabomu ya Iskanda ambayo yamekuwa yakivurumishwa katika maeneo ya watu wakati wa vita. Imesema Putin amekuwa akiyatumia mabomu hayo bila kujali maisha ya watu, huku akitolea mfano shambulio dhidi ya Sumi lililofanyika mwezi Aprili ambalo Ukraine ilisema liliwaua watu thelathini na nne wakiwemo watoto. Akiandika katika ukurasa wake wa Telegram baada ya vikwazo hivyo vip ya rais wa Ukrain Volodimir Zelenski aliwashukuru wote wanaoendelea kuwawekea vikwazo waanzilishi wa vita. Vikwazo hivyo pia vitawalenga wanachama chama kumi na nne wa taasisi ya SDA inayotoa taarifa za operesheni zinazodaiwa kuhujumu uhuru, demokrasia na utawala wa sheria wa Ukrain na dunia nzima. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Uingereza David Lammy amesema mashambulizi yanayoyafanya Putin nchini Ukrain yanaonyesha wazi kwamba ni kiongozi anayependa vita. Kwa upande wake waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Johan Vadepol amesema, Ujerumani imekuwa wazi kabisa kwamba kile inachohitaji kutoka Urusi ni usitishwaji wa mapigano bila masharti. Amesema hadi sasa Urusi haijakubali hilo na ndio maana imewekewa vikwazo. Ujerumani imesema inatarajia Marekani ambaye ni mshirika wa Ulaya kutoruhusu Urusi kuendelea na vita vyake nchini Ukraine. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nchi za nje ya Urusi kupitia msemaji wake Maria Zakharova imesema Urusi haitishiki. Ulaya imekuwa kushinikiza utawala wa Marekani kuiunga mkono katika kuiwekea Urusi vikwazo. Viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Poland kwa pamoja walisafiri mjini Kiev mapema mwezi huu na walionekana wakizungumza na Trump pamoja na Zelensky. Kwa upande wake mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaya Kalas amesema vikwazo vingine vinafanyiwa kazi na wanaisubiri Marekani kuchukua hatua. Wakati huo huo mawaziri wa kigeni na nchi tajiri kiviwanda duniani za kundi la G7 wanakutana nchini Kanada, na kando na kujadili uchumi wa dunia na hatua ya ushuru unaowekwa na Trump pamoja na vita vya kibiashara, pia wanajadili kuhusu vita vya Urusi na Ukraine. DW, tunavuma kwa kishindo. DW ndio mahala sahihi kabisa kuyapata yale yanayoendelea duniani wakati huu kwa usahihi kabisa. Tunakupeleka huko Afrika Mashariki kwa kuitazama Tanzania. Serikali ya Tanzania imetaja sababu za kuwakamata na kuwarudisha makwao wanaharakati wa Kenya na Uganda waliofika nchini humo kufuatilia mwenendo wa kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, hapo jana. Jeshi la polisi limewaachia na kuwarudisha makwao wanaharakati Boniphace Mwangi wa Kenya na Agather Atuhaire wa Uganda waliokuwa wakishikiliwa katika kituo kimoja cha polisi huko jijini Dar es Salaam. Florence Majani anayo taarifa zaidi. Sakata la wanaharakati kutoka nchi jirani ya Kenya kuzuiwa kuingia nchini Tanzania na wengine kushikiliwa na jeshi la polisi limechukua sura mpya baada ya waziri wa Katiba na Sheria, Tanzania, Dr. Damas Ndumbaro kueleza kuwa wanaharakati hao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 katika kipindi cha miaka minne, na kusisitiza kuwa wanaharakati hao walikuja kufanya shughuli zinazochochea uvunjifu wa sheria za Tanzania. Juzi na jana, wanaharakati kadhaa akiwamo kiongozi wa chama cha siasa cha Kenya cha PLP Martha Karua, jaji mkuu mstaafu wa Kenya Willy Mutunga na mwanasheria Gloria Kimani walizuiwa kukanyaga ardhi ya Tanzania mara baada ya kutua uwanja wa ndege wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kufuatilia mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipasi Lisu. Wakati Karua na wenzake wakirejeshwa Kenya jana, mwanaharakati kutoka Kenya Boniphace Mwangi na Agather Atuhaire wa Uganda wao walikamatwa na kushikiliwa katika kituo cha polisi cha kati jana jijini Dar es Salaam na kuachiliwa leo mchana kisha kurejeshwa katika nchi zao. Awali kabla ya wanaharakati hao kuachiwa nchini Kenya wanaharakati wameendesha kampeni mtandaoni na katika maeneo mbalimbali nchini humo wakishinikiza kuachiwa kwa wawili hao. Hussein Khalid mwanasheria na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Vocal Africa amenukuliwa na vyombo vya habari nchini humo akitaka haki itendeke kwa mwangi na atuhaire. Udhalimu kama huu ulioonekana leo hii na jana pia na, na Martha Karua usiweze kurudia tena katika kanda hii ya Afrika Mashariki. Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, Boniface Mwabukusi amesema zipo taratibu za raia wa kigeni kuingia nchini, lakini kama wageni hawajavunja sheria basi waruhusiwe kufanya kile kilichowaleta nchi ina taratibu zake, mwanamgeni anapotembelea na mgeni akishakidi yale matakwa, ni wajibu wa kupewa haki yake ya kulindwa kwa heshima na staha yake anapokuwa katika taifa. Mwangi na Atuhaire ni miongoni mwa wanaharakati na wanasheria waliokuja jana katika taifa hili la Afrika ya mashariki kufuatilia mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema taifa Tundu Lissu. Florence Majani, DW Dar es Salaam. Florence Majani akituondoa kwenye sakata hilo la wanaharakati wa Kenya kuingia nchini Tanzania kwenda wakidai kwenda kufuatilia kesi ya Tundu Lissu ni mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema. Na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa yuko nchini Marekani katika ziara muhimu itakayomkutanisha ana kwa ana na rais Donald Trump kesho Jumatano. Mkutano huo utaweka mazingira yatakayoamua mustakbali wa mahusiano kati ya mataifa hayo mawili yaliyotumbukia kwenye mivutano hivi karibuni. Mengi zaidi na Zainab Aziz. Rais Ramapoza aliwasili Jumatatu nchini Marekani akiwa kiongozi wa kwanza wa Afrika kukaribishwa ikulu ya White House tangu Trump alipoingia tena madarakani Januari mwaka huu. Trump mwenyewe hakuwahi kufanya ziara barani Afrika alipoingia madarakani kwenye muhula wake wa kwanza. Na kwa upande mwingine, ziara ya mwisho ya kikazi ya Ramaphosa mjini Washington ilifanyika mwaka elfu mbili na ishirini na mbili wakati alipokuwa madarakani Rais Joe Biden. Hata hivyo, tangu mwanzoni mwa mwaka huu mahusiano kati ya Marekani na Afrika Kusini si mazuri na yamekuwa yakizorota kwa kasi kufuatia tofauti za kiitikadi, mitazamo ya siasa za kikazi iliyojengeka kwa misingi ya miungano pamoja na migogoro ya ndani ya kisera kutokana na hali hiyo, Fredson Guleng ambaye ni miongoni mwa maafisa waandamizi katika wakfu wa Rosa Luxemburg mjini Johannesburg, anasema ziara ya Ramaphosa ina malengo hasa ya kurekebisha mahusiano Third lengo nafikiri ni kujaribu kusafisha sifa ya Afrika Kusini na kuondoa mtazamo unaotangulizwa mbele na Trump unaoionesha Afrika Kusini kama nchi ambayo inafanya mauaji ya kimbari dhidi ya waafrika kusini wazungu wa jamii ya Afrikaners genocide against uh, uh, white um, Afrikaners Is taking place. Ofisi ya rais Ramapoza imesema kwenye taarifa kwamba kiongozi huyo amekwenda Marekani kwa ajili ya kurekebisha mahusiano ya kimkakati kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo baadhi ya wachambuzi wanatahadharisha kwamba ziara hiyo ya siku tatu ya Ramapoza inawezekana isiwe rahisi, huku ikiweko hofu huenda ikageuka kuwa ya uadui na malumbano. Ziara ya rais Ramaphosa imekuja siku chache baada ya Marekani kulikaribisha kundi la wakimbizi wa Afrika Kusini wazungu waliodaiwa na Trump kwamba walikuwa wakiandamwa nchini Afrika Kusini kutokana na rangi yao. Madai hayo bila shaka yamepingwa na serikali ya Ramaphosa. Juu ya hilo, Trump ameonyesha kuchukua msimamo wa kuyafuta makubaliano ya kibiashara ya AGOA ambayo yanatoa fursa kwa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kusafirisha bidhaa zao Marekani bila ushuru. Itakumbukwa kwamba mahusiano kati ya Marekani na Afrika Kusini toka hapo yalikuwa kwenye matatizo baada ya Afrika Kusini kufungua kesi dhidi ya Israel katika mahakama ya ICJ mjini The Hague, ikidai jeshi la Israel linaendesha mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Na tukamilishe kwa kutazama tasnia hii ya habari. Sekta ya habari inatazamwa kama muhimili muhimu himu katika jamii duniani kote, lakini ukatili dhidi ya waandishi wa habari wanawake umekuwa ni mjadala nchini Tanzania na duniani kote huku waandishi wa habari wanawake wakikabiliwa na madhila kadha wa kadha katika maeneo ya kazi, ikiwemo vyumba vya habari. Miongoni mwa madhila wanayokumbana wanayo nayo ni rushwa ya ngono, na kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa huko Dodoma, Deokaji Makomba katika taarifa hii Kulingana na utafiti uliofanywa mnamo mwaka 2021 na chama cha waandishi wa habari wanawake nchini Tanzania, TAMWA, uliokuwa umejikita katika kuangalia mambo mbalimbali yanayowahusu waandishi wa habari ndani na nje ya vyombo vyao, ulibaini kuwepo na rushwa ya ngono kwa waandishi wa habari wanawake. Daktari Rose Ruben ni mkurugenzi wa chama cha waandishi wa habari wanawake nchini Tanzania, TAMWA, anasema: kwenye hili la rushwa ya ngono, tulipofanya utafiti, tuliufanyia hapa Dar es Salaam, tulikuta kwamba kweli kinachotajwa kama rushwa ya ngono kinafanywa katika vyombo vya habari na wanaoathirika zaidi ni wanafunzi wanaoenda vioni kwa ajili ya mafunzo ya vitendo. Kuna lile kundi ambalo kiwandishi linaitwa retainers, lakini tunao waandishi wa kujitegemea ama freelancers, lakini pia wanahabari waandishi na watangazaji ambao wanakuwa katika vyeo vya chini. Waandishi wa habari wanawake nchini Tanzania wanasema wamekuwa wakipitia wakati mgumu katika kutimiza majukumu yao hasa kutokana na vya ukatili dhidi yao ikiwemo rushwa ya ngono kutoka kwa waajiri wao au wakuu wa idara. Agnes Nyamalo ni mwandishi wa habari aliyoko Dodoma nchini Tanzania anasema swala la kwanza sana sana ambalo hata mimi limeshawahi kunikuta ni swala zima la rushwa ya ngono kwamba unakuta labda wote mnaenda kuomba kazi na kijana mwingine labda tuseme wa kiume, wote mna elimu sawa, lakini unakuta kwamba yule wa kiume inakuwa ni rahisi kupata kazi kuliko wewe mwanamke, kutokana na kwamba hadi utoe rushwa ya ngono ndo upate kazi. Kwa hiyo hii inakuwa ni changamoto sana kwetu sisi kama waandishi wa habari wana katika tasnia yetu. Kufanyika kwa ukatili dhidi ya waandishi wa habari katika maeneo ya kazi ikiwemo vyumba vya habari, yaelezwa kuwa imekuwa ni mjadala, na kwamba hii ni ishara ya unyanyapaa na inaweza kusababisha madhara mbalimbali ikiwemo uoga wa kujihusisha na mijadala muhimu ya umma au kukosekana kwa waandishi wa habari. Profesa Hamisi Malebo ni katibu mtendaji wa tume ya taifa ya UNESCO yenye jukumu la kuhakikisha uhuru wa vyombo vya habari na kusimamia ulinzi na usalama wa waandishi wa habari nchini Tanzania anasema: uandishi wa habari tunasema ninyi ndio jicho la mstari wa mbele la kuona yanayoendelea kwenye jamii, kuipasha taarifa jamii na serikali kwa ujumla, lakini pia inaweza ikachangia kuto kujiamini katika kutoa maoni. Deo Kaji Makomba DW Duduma. Lilian, karibu tena kwa mara nyingine mitandaoni kumeshiba nini? Mitandao ni Saumu, kuna mengi, na naomba tena nianze huko nchini Tanzania. Ni Tanzania kuna vuma kwa kishindo, kila siku kila siku. Una nini mara hii eh? Mbunge wa jimbo la Tarime vijijini eh, Mwita Waitara mm, ameitaka serikali kufunga mashine za kuwapima wabunge ikiwa ni mashoga mawasagaji meipata hiyo. <laughs> <laughs> anasema anashinda oh, ke... <laughs> takuwaza kwa kweli mashina <laughs> za aina gani hizo Waitara zitakazoweza kupima watu <laughs> manyewe? kwa namna hiyo mimi mwenyewe nimeshangaa kwa kweli Saumu, na hata spika wa bunge naye kashangaa lazima eh. Sasa jamani, hii sitakuwa kuingilia Hmm. Na tena sasa itakuwaje? <laughs> mashine hiyo kwa kweli, tuiachie hapo. Mashine hii anaijua Waitara itakuwa vipi na itafanya kazi kwa namna gani? <laughs> anasema eti wa, ili, ili wa, wao kama wawakilishi waonyeshe kwa vitendo kwamba wanapinga kabisa hilo suala la ushoga na usagaji nchini Tanzania. Kwa hiyo, kwa hiyo, kisha watambua, kwa hiyo mashine sasa Hala, kinachofuata kwa kweli, hicho ndio mwenye wa itara labda alikuwa anatoa <laughs> mapendekezo <in> lakini <laughs> kusema kweli hakukuwa na maelezo zaidi kuhusiana na hilo na spika wa bunge alisema hilo kweli halitakuwa na maelezo zaidi zaidi ya kusema tu sasa sitakuwa ni kuwaingilia tena wabunge huko mm. Dodoma na sasa, watu wanasemaje? Bila shaka watu wana maoni mengi mseto, tofauti mseto, tofauti mm. miongoni mwao ni Steve Garincha anasema, ka hapo bungeni kuna wabunge soda zao hazina gesi. Maanake naye kashangaa <laughs> sasa, inawezekanaje hii? Na Suleiman Salvatore anasema ila nchi hii bwana. Na Jafet Lainas anasema kwani wabunge maana niko tayari kujitolea kuwapima. Sasa siju mwenzetu ana mashine huyu. na Amina Chema ni kuvuka mipaka, mipaka kwa kweli anasema e, sheria ya Tanzania inakataza ushoga na usagaji tuanzie hapo kwanza. mm. kwa ujumla tu e, Tanzania imekuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zinapinga kabisa mm. haya maswala haya zinapinga lakini mm. mwisho wa kwisha mambo ya ndani yanabakia kuwa ndani mm -hmm. na mtu mwenyewe ni haki yake na maamuzi maamuzi na yake lakini huko Costa Rica polisi wamemkamata paka mmoja ambaye alikuwa amebeba vifurushi viwili vya dawa za kulevya saumu. mm -hmm. Kimoja kilikuwa na gramu mia mbili na thelathini na tano nukta sita tano za bangi na kingine gramu mia sitini na mm -hmm. saba nukta saba za heroin. mm -hmm. Huyo paka alikuwa amefungiwa hivyo vifurushi. mm -hmm. Yani hiyo video inaonyesha ni, ni alikuwa ame, ame anapitishwa kwa kwenye kwenye kituo cha ni uwanja wa ndege au hapana? ilikuwa mm. ni gerezani. Sasa yeye alikuwa anapeleka, nadhani alikuwa anapeleka huko gerezani, kwa sababu wamemkamatia gerezani Nereza, walikuwa wamemfungia mm. hizo dawa. Kwa hiyo amekamatwa na polisi wamegundua na hizo dawa, na pengine amekuwa akifanya hivyo kwa muda mrefu no, sasa no, wa, wanyama. wa wanyama. watu wanasemaje? watu wanasikitika, wengi wamesema kwa kweli huo ni unyanyasaji wa wanyama mm. lakini wengine wanasema ha sio wa kwanza, huyu si tulikuwa na njiwa hadi wakamwita na kopijon mm. huko huko alikuwa yeye, kazi yake kubeba. Kwa hiyo mambo ndo kama hivyo. Inasikitisha sasa. mm. Tunaambiwa kwamba tuende kwenye ujumbe wa wasikilizaji wetu uliotufikia hapa, naona kwenye YouTube. mm. Nikiona hapa moja kwa moja wa Gerad Sinienga anasema, dochevele, nawapata vizuri kabisa nikiwa hapa makao makuu ya nchi Dodoma, nawapenda sana. Nasi tunakupenda. Isaya Sambo ye anasema ni hatua njema kama wameyaruhusu malori yenye shehena chaku ya chakula cha kuingiza misaada Gaza. Na Salimu Mwinjuma ye anasema, dochevele, mnavuma kwa kishindo kwenye Instagram Saumu, namuona Musa Kisija wa Simiyu, Tanzania, anasema mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine ndo njia pekee ya kumaliza mzozo. mm. Paul Peter Tindwa wa Tabora, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine, ni vyema mzozo ufike mwisho. Sasa Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida, Tanzania, anasema njia ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine ni mazungumzo. mm. mm. Wasikilizaji wetu wanakuwa na mitazamo na maono mm -hmm. na... <laughs> na kwenye Facebook kuna Hasan Kindolile Waliwale Tanzania anasema kuna muda viongozi wetu wanatuona hatujui. Kwani mawakili wa kigeni walikuja kumtetea Lissu au walikuja kama waangalizi? Maoni yake. Lamik Mkushi Baba Elvin wa Kigamboni, Mafinga, Tanzania anasema kama polisi wameshindwa kuilinda akaunti yao wanawezaje kuwalinda wananchi wao? Huyu anazungumzia lile lile la mchana. Sasa kuna Eric Washington naye wa kiero wa Tanzania anasema vikwazo zaidi dhidi ya Urusi kwa kutoka nchi za Ulaya itawaathiri raia. Na ramadhani saidi wa mombasa Kenya anasema polisi kazi yake kubwa ni kupambana na Chadema alafu hamna mafunzo yoyote ya teknolojia kuendana na wakati <laughs> mpaka wanadukuliwa <laughs> wanadukuliwa aisee. Tunamalizia mm. hapo Lilian, mm. ndo ujumbe huo wa mwisho. Muda umetuishia, lakini msikilizaji, matangazo yetu mengine bila shaka yatakujia hapo kesho, time kama za kawaida, mchana saa saba kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Asante Lilian mm. na msikilizaji kwenye Facebook, YouTube na kwenye mitandao yetu mingine yote tunasema shukran sana na kuwa na jioni njema. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8 Eutelsat 8WB Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni kwa herini.